Mchakato wa kuimarisha amani katika eneo la maziwa makuu umechukua mkondo mpya baada ya viongozi wa Rwanda na DRC kutia saini makubaliano mapya ya ushirikiano. Hatua hii imesifiwa na wadau mbalimbali kama mwanzo wa ukurasa mpya baada ya miongo mingi ya mivutano. Alexia Kasereka ni mfanyabiashara wa pikipiki nchini DRC. Kila siku wanazungumuzaka, alakini vita zinaendelea. Kwa mfano, leo kwanza usubuhi balizungumuza, alakini mpaka saa hii vita zinaendelea. Sasa tulikuwa naomba wakubwa, ile mazungumzo ya leo ikuwe ya haki na ikuwe ya ilete amani, isikuwe sagisi wanaongeaka tena kesho vita inakuya, wanaongea leo tena kesho vita inakuya. Ya leo tunapenda ikuwe ya, ya kutuletea amani, sababu sisi populasion ya nani ya Norkivu, populasion ya Goma tumesumbuka sana na vita Wakati wadau mbalimbali wakitoa maoni yao juu ya mwelekeo wa makubaliano hayo, wengine wanasema utekelezaji wake ndio kipimo halisi kitakachoonyesha kama safari ya amani itakuwa endelevu, hasa katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Bosi, tulikuwa na chunga baongee, baelewane, komsa tupate amani mwinchi yetu. Eh, tuishi mzuri kabisa ndio tulikuwa tunachunga ile na njoo maana tunafurahi leo kusikia vanaikala vanaongea, na tunawaza kuikala yavo kuongea leo italeta solusio ya mzuri ku nchi yetu ya Kongo. Wachambuzi wa mambo wanaeleza kuwa ingawa makubaliano haya ni hatua muhimu, safari ya kufikia amani ya kudumu bado ni ndefu. Hata hivyo, matumaini yameibuka upya kwamba ushirikiano huu wa pande mbili unaweza kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi wa ukanda mzima wa Maziwa Makuu.